Pata wasaa wa kumtafuta tena mzee Habibu eh, kwa hiki ambacho kinaendelea hususa eh, ushindi wa jana wa mnyama Simba. Bado wanaendelea kupasua mawimbi, ndio linawaumiza vichwa majirani upande wa pili. Je, watakuja kweli uwanjani kwa ndugu zao? Ni kumwombea mnyama angusha alama, ili wapate wasaa na kujiamini kutokea uwanjani. Mzee Habibu, habari za muda huu? Mimi nashukuru sana, habari za asubuhi. Ni mzuri. Vipi hali hmm yako, ne usumbufu japo kupanda kupanda dada na kututafuta sisi hmm, tukazungumzia kwenye kipindi cha habari za michezo kama hivi na sio, ni kama ni wakereketwa wa Simba au hmm, ni washabiki wa Simba, tupo pamoja <Sktu>, mzee Habibu, umetazama kilichotokea jana. Jani meja jenerali Isa moyo wa Ambangoma anakwenda kuipa Simba mbao imekwenda kuum, limefungwa kipindi cha kwanza cha michezo. Mzee Habibu, una lipi la kuambia wanaenda hiki ambacho kinaendelea na no, no, no, no, no, no. Wanadai kuwa marefu ni kama kuna namna fulani, asilimia kubwa wako pale wenu, kama kuna njia mnapita kama nilikwambia unaniuliza hii kama la tatu na itabidi nizidi sana kukueleza. Kocha wa Simba na mbinu, kila baada ya mechi anakuwa na staili ya kubadilisha uchezaji na stahili yake ya muono wa mpira, timu anayokutana nayo zaidi. Sasa kwa goli la jana, kama unazungumza hao washabiki wanungunika, a pale refali pale na makosa gani? Sasa tukizungumzia ile kadi nyekundu iliyotoka katika bench ya ufundi la JKT Tanzania kusababisha kufarakana na muamuzi. Hujua ipo sheria mm. Yule ni ndio refari. Refaria mm. Na vigezo vyake aliosomea na utaratibu wake anaojua katika sheria za mpira sheria 17 anazifahamu zile yule mm. Sema sisi washabiki, ule muono wa zile sheria hatuzijui, tunakuwa na presha kubwa ya kuzungumza jambo kwa upande wa pili lisiokuwa na maana na hawa wenyewe ndio wanaetokea kuharibu mpira wa Tanzania, sababu Simba atavyocheza timu yote a sasa hivi aa, ndio wanatoa hela kuwapa vilabu wale wachezaji watakuumia, kwa kushindana na Simba ni vitu vili tofauti kabisa. Kilabu ya Simba chakutana na watu vilabu wenye mamilioni ya fedha, inawapita mpaka Simba lakini wanafungwa. Wewe Yanga wanatoa hela kumpa mtu fulani ashindane na Simba akili yako unakupa. Huyo mtu analala kwenye kibanda vile vitu vile. Hao kila mechi sio mechi hiyo. Kila mechi utakutana nao sio Simba atacheza. Kama atafunga baba sasa tunafunga mlango. Hiyo ndio style ya sasa tunavyokwenda. Hao kama watapiga kenchi sasa tutapiga bati. Na katika mechi zote tulizokuwa na wazee Simba zote tunashinda utake usitake. Tarehe ya derby imepangwa. Tarehe 15 mwezi wa sita Young Africans, eh, tukijaribu kuwanukuu kwa eh, waliokuwa wakiyasema hapo awali, wanadai kuwa hatutacheza na baadhi, wengine walichapisha mpaka jezi, hatuchezi mechi yao ya tarehe nane. Ndio ilikuwa dabi, hiyo nyingine hawaifahamu huyo ndugu yangu. Kuna wanashabiki wa, wa Yanga wengine hawapo tayari zaidi kimawazo, si mashabiki tu, mpaka na viongozi. Viongozi baadhi wengine katika vikao vyao ushamuona vile wanavyopiga zile kelele, wa wanachama wa Simba wa Yanga sio wakubwa wa matawi, injinia limwona yule mzee wa Zanzibar yule sio, sijui waziri, ushamwona kwenye matawi yale. Wale ndio wasimamiaji wa mpira na wale ndio wanajulikana FIFA na wale ndio wanajulikana TFF, kishanaona vizuri wale waliokopo kina Lasolo sio Yanga sijui kina nani, wajibadilisha mpaka majina babao, wanatoa wanatoa wajita majina ya Yanga ndio anayepiga kelele wale, mradi wapate posho zao. Yale maneno, ndugu yangu, huyo siku yes zote ndio kama barua yao ilipelekwa kule, siona nirudishwa ile. Wewe utasema utaondoka hapa, utaenda kwa mjomba bila kuongea na baba yako? Hapo ndio mtazamo wa mawazo ya mtu. Huwezi ukatoka hapo barua yako moja kwa moja ukaipeleka kule bila barua muhuri wa TFF hapa kugongwa au saini ya kiongozi hapa TFF kule, ndio inapokelewa. Uwezo ukachukua barua yako unaipeleka kenyeji, japo unajulikana ni klabu ya Yanga, lakini kuna vi, kuna vigezo vya kufuatisha na utaratibu wake. Hupo Yanga mpira watacheza. Mimi nakwambia yanga mpira watacheza. Mtazamo wa engineer ni tofauti na mtazamo wa washabiki, mtazamo wa engineer tofauti na wazee wa matawi. Wa mazoe wa matawi wana ushabiki, washajua kabisa hii simba walivyotegemea ni sivyo. Kama sisi style yetu kila siku tuwaambia, tunajenga timu, lakini ujengaji wetu timu sasa wanashangaa ngoma inabadilika. wanavyojua sisi ujengaji wa timu pengine tokea tukiingia timu tunafungwa, hiyo ni vitu tofauti. Kocha atakapo nao sisi ana staili mpya. Na kwanza, nashukuru sana benchi la Simba, uongozi wote na wachezaji, wanakuwa lao ili moja, mshikamano, uelewano, taratibu uliokopo. Kama kuna mmoja kuna makosa fulani ikayafanya, wanakuwapo pamoja na kumrekebisha, kama ni mchezaji au viongozi hiyo ni kitu sahihi kwa miaka hiyo waliofanya Simba hapo big hapo sana. Mashabiki na wanachama ndio kila kitu kwenye timu, walimweleza engineer AC awali, walimwambia kuwa kama utapeleka timu tofauti na tarehe nane huwa kwanza kufungasha vilago vyako pale Jangwani. Yale maneno, kuna sheria za kumtoa yule, mm. Yule kuna sheria zake za kumtoa, haya maneno anayezungumza, mm. Sasa nye mtamtoa hizi ligi atasimamia nani? Mm. Yule kuna kanuni, kuna miaka yake anaekaa pale ulampigia kula baada ya Injinia Silikopo kuna mtu mmoja pale ipo alikopo nani, kabla ya Injinia kuchaguliwa Silikopo rais wa Yanga pale, na siku zote okaawa anamtukana akili jamaa paka kamaliza, si ndo kaingia injinia. Hawa wanakuwa wanajisahau, kile kitu kina utaratibu pale kuna mapatano ya miaka mkataba, mnavyo mchagua yule kama akaa miaka mitano, mpaka miaka mitano amalize ndio atoke. Huwezi hmm. ukamtoa kenyeji enyee juu ya kukaa katika nyumba ya kupanga hmm. kuna kanuni ipo pale na mbeza yule hmm. yeah. lakini mechi ambazo mnashuka dimbani kitu ambacho kinawastaajabisha wanayanga wote ni kama marefu wanakuwa upande wenu. Ukijaribu kuangalia maamuzi ya mechi iliyopita dhidi ya mashujaa uwanja wa KMC Complex na mechi hii ya jana dhidi ya JKT Tanzania, ni kama kuna asilimia fulani unaona kama marefu wanakuwa wanataka mnyama Simba ashinde. Na siki kingine, huo ni maoni yenu nyinyi hmm, na ushabiki wenu nyinyi hao hmm, kwa mtazamo wenu nyinyi. Unajua kila mwanadamu ana mtazamo wake na kila mwanadamu anatazama tafsiri yake. Mimi nizungumzie nini na kukutana na watu wewe unasema kila refarii anaipendelea nani? Simba. Kule kwa mtazamo wako kule upo sahihi. Kitu akokitukizungumza kule au nyinyi mnavyotembea kwa kudodosa maneno kule, akili hiyo ipo. Tembea Simba anacheza paka sasa hivi mechi ngapi? Kwenye mechi hizi mbili ndio kimeanza. Ah, sema kama ka draw Simba mechi ngapi sasa nakwambia mechi ngapi? Kwa nini mbona hakubebwa kule? Hujua hmm. kuna kitu kubishana

hapa aapa shatizama necheza nami, wasukuma hawa, msukuma anapenda kutumia nguvu, sisi tunapenda kutumia kitu chepesi, sisi ni touch. Hawa watakuja na kuvamia. mategemeo waamini yako, unataka nini wewe? Sasa tokea kama waamini, JKT ipo miaka mingapi mpaka sasa hivi? ipo bodi ya yaminini, wayamini, ipo, ipo, ligi na hao ndio wanaisimamia. Ujua wale ndugu yangu washakuwa maana walijua pengine watavyokaa wale zaidi. Wata kila kitu ataongoza wao, kila kitu watafanya wao. Simba ilibadilika. Simba waacha wachezaji 11 walielewa kama sisi tuliwaacha watu sio sahihi kwetu sisi. Na wachezaji wao ndio wapo kwao na kuna wengine hata kuwachezesha wachezeshi na kuna mwingine paka akawapeleka semu na wadai hela. Sisi yote tunajua safety ilibadilika. Sisi safety kama mtu ana hujuma, toka tafuta mwingine eka pale. Bwana tufunga si kwa hujuma, wachezaji wetu si wenyewe wanatubadilisha. Sasa kama unaweza kuwa na mwanao au kuna kanao kwenye kula utaondoka, mtoto akua mnafiki, habari za ndani zitoa nje, huyo bwana mtu sahihi? Sasa ndio wachezaji tukopo nao ndio kwao kina chama. Unaona bwana, anakuja six wetu huyu kina kina Mkude, anakuja yule mtu ampeleka wachezaji wanne wote wapo kule, wote hao wanajulikana kama sisi tukasafisha iyo eh, za zama utaipata wapi bila TFF kupeleka kule maongezi hapa kupeleka kule barua TFF, wataitwa kaka, kuna kitu kimoja. We mwanamke sasa hivi ukimwoa, ushaona vizuri sana kama atabeba mizigo yake kwa babake, bila taka baba mtu ataambia rudi kule kule Yanga Africans sasa hawawezi, yani maneno. Watakuja tu watake wasitake, tunafuata sheria kumi na mm. mi, mm. si, saba za mpira. wewe mm. unakuja pale kiwanjani unaweka wale sijui wanaita makamando. Ukatukongo atafuta makamando, kusaidia vita sawa, kwapeleka kula wa Yanga katika sheria tunahitaji makamando mm. Okay. Neno lako la mwisho sasa kwa mashabiki wa Simba Sports Club na wanachama kwa ujumla, kwa hiki ambacho kinaendelea sasa hivi. Kila anayekuja mbele yetu sisi tunashinda, licha ya ushindi wetu kubezwa. Siku zote ndugu yangu, katika mwanadamu kuna mtazamo tofauti. Wewe sasa hivi ujue kama utanua kiwanja, utakuta watu pale wanajenga, utavanza kujenga, kuna majirani watasema, atasema huyu hawezi kumaliza kujenga. Mtazamo wake sasa fikira zake, akuju unatoka kule kwa nia gani au taratibu gani uliopanga sisi kama tulivyoanza ndio tunamalizia uongozi wote katika mechi zote tunazocheza kuanzia mechi ya ndani hapa ligi kuu mechi za kimataifa siku zote nasema kina Mediali viongozi milioni wetu Muhammad Mo mwenyekiti wetu Mangungu hao wote paka makocha wawe lao moja mshikamano kama walivyoshikamana wasikilizane kama kuna mmoja atakusana kwa lugha wakaya wa mwombe wawe lio moja Sio, tunachotaka furaha. Tumechoka mambo ya majuto, tumechoka mambo ya kusikitika, tunachoka mambo ya kuonesha vidole. Sio, tunataka sehemu tupite, sehemu tunajigamba, turudishe Simba yetu ile ile, isiyokuwa na kutingishika, isiyokuwa na kuogopa, itawale sehemu zote zinavyotakiwa. Itawale sehemu zote inapotakiwa. Huyo ni mzee Habibu amemaliza hivyo na kusema kuwa itawale sehemu zote inapotakiwa. Amemaanishia hapo na CAF Confederation Cup wako katika hatua ya finali.